Mgogoro mdogo wangu, mgogoro umeanza mwaka tisini na sita hasa elfu mbili na kumi kashika kasi baada kaka yetu mkubwa kufariki, ile ambayo nimepewa mimi rasmi ambayo inaanguka baba yangu aasha kimaanisha kabisa hwa, hwa, hwa, hwa, vitukua mwenye shamba, vitukua mwenye shamba. Kwa la kwao, la kwao muda mrefu, na anasema mimi kinara ni mimi, mimi naishi pale

Mmpata habari hiyo, nikapiga zangu simu aje. Leo ni kwamba kwa wengi sana, karibu hamsini, lakini simu, nauli pia ni shida, wengine ni wafugaji pia. a msini kwamba namwombea sana mama Samia sana rais wetu, nasema kama mitano tena, Mungu ambariki sana asante sana.